My project, uh, mradi wangu ulianza mwaka 1966 na, na tangu wakati huo unaendelea. Ndio mradi uliodumu muda mrefu zaidi wa ufuatiliaji wanyama wanaokula wanyama wengine. Tunachokifanya kimsingi ni kwamba tunajaribu kuelewa na kujibu maswali kuhusu ikolojia yao, mabadiliko, pamoja na afya na ustawi wao. Their well-being. I am Stanislaus Mwampeta. Mimi ni Stanislaus Mwampeta. Nafanya kazi na mradi wa utafiti kuhusu As Simba nikiwa mtafiti msaidizi. Simba huyo hapo ndiye Majilio ya Nuru, ana umri wa karibu miaka minane na tunakwenda kumfanya asijongee, ili tuweze kuendelea na utafiti wetu. Madaktari wa wanyama wanatakiwa kutayarisha aina mbili za dawa, moja ya ganzi na nyingine ya kutuliza misuli. Leo tunachokifanya ni sehemu ya ufuatiliaji wa mradi. Tunatakiwa kuwavisha kola simba, kwa sababu hilo linaweza kutusaidia kuwa nao karibu. Tunamwekea taulo kichwani, ili kufunika macho yake, kwa sababu simba anapokuwa amejilaza au amelala huwa hafumbi macho yake. Transmitter ni kifaa kizuri sana kinacholengwa kubakia ndani ya simba kwa miaka minne. Ni nini tunachokitaka kubaini kuhusu simba hawa? Ekolojia na mabadiliko yao. Pia tuna masilahi katika utafiti juu ya idadi yao, ili kufuatilia ufanisi wao wa kuzaliana na namna wanavyoweza kumudu mazingira yanayowazunguka . Napenda kila kitu kuhusu simba. Kwa kweli kwangu, napenda haiba ya kila simba ninayemfuatilia. Simba ni kiumbe wa ajabu sana.